Yesu akawaambia, Nabii hakosi kupata heshima isipokuwa katika nchi yake, wala mwenyewe, wala hakufanya miujiza mingi huko kwa sababu

Uidhibitishe e, Bwana kazi ya mikono yetu. Uidhibitishe e, Bwana. E, kazi ya mikono yetu uibariki e, Bwana. Tunaomba Mungu abariki kazi za mikono yetu, na kwa nini ungeo, tunaomba Mungu abariki kazi za mikono yetu, kwanza kabisa ndio tumshukuru tena, kwa sababu ametupa nafasi ya kutafakari, kutafakari neno lake na kutukumbushe majukumu kutu yetu kama Wakristo katika kipindi hiki ambacho tumekuwa na hizi semina. E, eh nimekuwa nikiona kama kipindi cha mafungo, kipindi cha mafungo, kama mafungo tu sio semina, mafungo ni wakati mwingine eh, kwa kutafakari zaidi kuhusu eh maisha yetu, kwa Kiingereza ni mafungo tunasema ni retreat. Retreat ambayo ni lugha lugha ya wanajeshi walaawatuwa vitamu baada ya kupigana amalokigala kupita sehemu upikia hatua ya kuamua kwanza, wanasema kuminr tuende sehemu fulani, ujipange tena, tuangalie jinsi ambavyo tumepigana, alafu kurudi tena vitani. Hiyo sasa mafungo Kiingereza wanasema retreat, Kiswahili tunasema mafungo tunapita sehemu fulani kwanza tujipange vizuri. Baada ya kujipanga vizuri, ya kuangalia jinsi ambavyo tumekuwa tukiishi maisha yetu, jinsi ambavyo tumekuwa tukipigana katika hii vita vita, tuone ni wapi tumeperi, alafu baada ya kuona ni ambavyo tumeperi, tuone nguvu zetu zikoje, halafu kuangalia jinsi ya kujiimarisha, kama hawa wapiganaji au wanajeshi Alafu sasa kurudi tena kukaa hivyo, ndivyo tulivyo sisi kuwa Wakristo pia, huku wakati ambapo tunapita tumesema, hebu kwanza kutumia kwanza, tumekuwaje? Tumekuwa tukiendeleaje katika maisha yetu ya kiroho? tumekuwa tukiendeleaje ile nafasi ambayo Mungu ametupa tumekuwa tukiitumiaje? Zile silaha za vita ambazo tumepewa na Mungu tumekuwa tukiitumiaje? Kwa sababu tunajua mtakatifu kaoni kuuisha kwa huku kwenye vita vita vya kiroho

tumekuwa tukiendeleaje katika maisha yetu, katika shughuli zetu zote, tumekuwa tukishughuli zetu zote tumekuwa tukizitendaje. Halafu tumeomba Mungu atuimarishe, atupe nguvu, ili tunaporudi sasa kwenye hivi vita vya kiroho atuwe na nguvu kabisa, na tujue na uhakika kwa kweli tutashinda, kwa sababu sisi sio washindwa, sisi ni washindi, kwa sababu yule ambaye ni Mungu wetu, yule ambaye ni pamoja wetu ni mshindi aye hashili. Kwa hiyo tumeona hiki kipindi ambacho tumekuwa nacho, ndivyo ambavyo tumekuwa tukifanya. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa hiyo nafasi ambayo na naamini, kwa kila mtu amepata kile ambacho amepata, na hata toka hapa, jinsi alivyokuwa kutoka mwanzo. Sasa iwapo tutarudi maisha yetu itabidi yatakuwa jinsi ya kukua mwanzo. Kuna chochote ambacho kimebadilika, basi mbaya taseubatambaya zivyezi na pamoja na hiyo sasa, tunaidhinisha tukimwomba Mungu azibariki kazi zetu, kazi za mikono yetu. Hivyo ndivyo tumesema kazi ya mikono yetu, kuidhibitisha ye Bwana kuibariki hiyo kazi ya mikono yetu. Kwa nini tunaomba Mungu aibariki kazi ya mikono yetu? Ndiyo ni kazi ya mikono yetu yeye ndiye utupa nguvu. Kwa nini tunaomba abariki hiyo kazi ya mikono yetu nikitafakari? Hivi na nakutafakari zaidi, nasema pengine sala ambayo o tunasali wakati tunakula inaweza kutusaidia kujua kwa nini tunaomba Mungu abariki kazi ya mikono yetu. Tunaposali tunasema sehemu ya mwisho, ili atubariki si mia, mia, ho ho, na chakula chetu na mapaji yetu, ili tukiatumia, tukitumia, tupate nguvu ya kumtumikia tena, tupate nguvu ya kumtumikia tena, nguvu za kumtumikia tena. Tunajua ndio chakula, kukiangalia kwa njia ambayo ndio pana kabisa, kinatusaidia kinatusaidia kukuwa, ndio kuwa na afya njema kuwa na afya njema, afya njema, kuwa na nguvu za kuendelea kufanya kazi zingine zote. Kwa hiyo katika hiyo sala, naona sababu ya kuomba Mungu atubariki kazi zetu, ili ili tuweze kumtumikia. Eh, mtu akila chakula ni watu watakuwa na chakula cha kuwa na nia ya kupata nguvu, ili aanze kupigana na wengine anza kupigana na wengine Mungu, hebu fikirie hiyo sala: Mungu, nibariki bariki chakula hiki na unibariki mimi, nibariki na bariki chakula ili nina nipate nguvu za kuwapiga za kuwachapa za kupigana na maadui zangu. Muombe Mungu ili atupe nguvu ya kuwaudhi watu wengine? a ni Mungu, si, si. Mungu, Mungu, Mungu atupe nguvu atu, za kuku, hata kazi zingine zote tunazofanya, matokeo yake yanastahili kuwa ni ili Mungu atuwezeshe kupata nafasi, kupata uwezo wa kumtumikia, kutumikia au siaumuja muti wenzetu ti tupate kufanikiwa maisha yetu, ili wengine tuhakikishe, tuhakikishe wengine hao yao, hapana, tuhakikishe kuwa tunamtumikia vema yale yote ambayo tunayofanya yanastahili kuwa na ni la kiroho ni la kimungu, yani yale ambayo ni ya Mungu ni ni yanakuwa msukumo unaotupelekea sisi kufanya hicho tunachotaka kufanya tunachotaka kufanya hicho tunachoomba Mungu atusaidie kukifanya, kuwe na sababu za kiroho sababu za kimungu. Mungu ambaye nyumba eh, ili tumjue, tumpende, tumtumikie na baadaye tuwe pamoja naye ndiposuza. Kwa hiyo tunapoomba, tunapoomba Mungu azibariki kazi za mikono yetu, tunapoomba Mungu abariki biashara zetu, abariki ardhi yetu, abariki ukoo kote tunapoishi, atubariki mazingira tunaoishi nao naye, tunajua ili tuweze kumtumikia, sio tu kumtumikia, lakini kumtumikia pesa ni lengo lote ni kumtumikia pesa na mtukufu kwa jina lake. Lakini nini kinachotupa ujasiri wa kujua kuwa tuna- tunastahili kuomba na tukiomba tutapata? Kwa sababu alipotuumba, alipokuumba, alikuumba akiokosola na mfano wake, akatushirikisha uhai wake, akatupa hadhi iliyo juu ya wanyama wengine, viumbe vingine vyote na sisi tunaanza katika sakramenti ya kibatizo ya ubatizo, akatufanya sisi kuwa wanaye na makao ya roho Mtakatifu. Kwa hiyo sisi sisi ni wana wa Mungu, sio viumbe tu, lakini sisi ni wana wa Mungu. Lakini pia tumesikia yale maneno ambayo aliwambia hao wazazi wa kwanza katika somo la kwanza: zaeni zaeli, mkaongezeke, mkaijaze nchi na, na, na, na no, kuingia kisha mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila chembe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Huyo Mungu amempa mwanadamu uwezo wa kuzaa wa kuzaa matunda, yani katika kile kazi yote anayoifanya, amempa Mungu amekupa kale, amekupa uwezo wa matunda mema. Kwa hiyo tunaona kwamba Mungu amekupa ni uwezo wa kupaa wa kupata matunda mema katika kile chochote tunachokifanya. Kwa hiyo ina maana kwa kama tuna matendo mema au tukipata matunda mema turudi kujiangalia sisi wenyewe ni wapi ya akujatenda vizuri au ni nini kimeenda vibaya, kwa sababu ni uwezo tunao Mungu ametupa. Hiyo ndio baraka aliwapa wazazi wetu wa kwanza na kupitia hao tumepata hiyo baraka kubwa nachokifanya upate tupate, kifanikiwe kiwe na matunda na matunda mema. Kwa hiyo tunaweza, kwa nini, lakini tunamwomba Mungu sasa, ili azifanikishe, ili azibariki kazi za mikono yetu, tupate matunda mema katika chochote tunachokifanya, katika chochote tunachokisema kuwe na matunda mema baada ya

Tunapomwomba azibariki kazi za niobeli kumke huwa tunaseidi pia kuwaheshimu kwakiwale kuna waishi pamoja nao, tunaweza kudharauliwa. Umesikia kisi ambao Yesu Kristo anadharauliwa na watu wa kwao, ana wandharau wanamdharau, wanama huu yudi mtoto wa seremala, na haya yote ambayo anasema ameyatoa wapi? Ni wapi ameyatoa? huu ni mtoto wa seremala mtaalamu na sisi tatika vilo tunakumbushwa, iwako ukaalalio, tukumbuke mwanafunzi si mkuu kuliko mwalimu wake Yesu Kristo, ili tunapokutana na hizo changamoto tukumbuke, tunapokutana na, tusikate tamaa. Lakini pia tunakumbushwa kuwa msiwadharau wengine. Hawa watu walikuwa na mtaalamu Kristo walikuwa naona tu mtoto wa seremala, lakini huyo mtoto ambaye ni mtoto wa seremala ni mtu mwenyewe anayewapa utajiri, anayewapa watu kutajiri, wanaohitaji chochote wanachohitaji. Wataraa wengine, tunaweza kuwataraa watu ambao ni wakubwa, bila sisi kuwa iwapo wanatakana utaona ukuwa katika hali zuri na kiasi gani. Tunachostahili ni kuombea, sio kuwataraa. Kwa hiyo, katika tunapoomba Mungu azibariki kazi za mikono yetu, tunamwomba azibariki kazi

eutajili wa kilogo Yesu Kristu uliza utuuliza, kuna faida gani mtu kumiliki ulimwengu wote alafu roho yake aiyakamiza ipotesi? Kwa hiyo pamoja na kwamba tunaomba mafanikio maisha wetu ya kimwili ya ngombe mafanikio ya kilogo, tuweze kukua katika imani yetu, tuweze kuwa karibu na Bwana wetu Yesu Kristu ambaye ndiye mzabibu wa kweli. Tukiwa karibu naye hatutanyauka, tukiwa karibu naye hatutakosa kile tunachohitaji. Kumbe katika katika Mungu za wa misa takatifu, kwa sababu tunajua misa takatifu ndiyo sala ambayo ni kuu, ni sadaka sadaka ya kumeu, ambayo ambayo uwepo wake sasa unawezesha uweko hapa wakati huu ambapo Yesu Kristo ambaye alijitoa sadaka ya sadaka mbarabaa anajitoa leo sasa hivi. Huyu ndiye tunayemkimbilia, tunakumbushwa sisi kama Wakristo tunaye tunayestahili kumkimbilia na tunapostahili kwenda tunapoona kuwa kuna changamoto tunapoona kuna yale tumwendee Yesu Kristo aekarisi hata katika sala kuu waayo sala ya kibara na mei sio mwingine. Wakati mwingine, tunaweza kudanganyika, kwa sababu wakati mwingine tunataka kuona mambo ambayo yanatokea gafulavaa, kwa sababu watu wengi, kwa maana mara nyingi kuchanganya tofauti ya muujiza na kile macho. Kwa hiyo wanataka ile tunaita maji maji mira wat <tipa> watia wanatagai kuu, watu wanataka wakisali, waone matokeo ya pako pako ni kama kusema na kuwe na mwanga, alafu naona kuna mwanga mara moja. Mungu, mawazo ya Mungu sio kama mawazo yetu. ukienda ukienda mbele ya Mungu, ukimwomba ile afanye kile tunachomuomba kwa haraka, au kwa mji, kwa jinsi tunavyofikiria. Sasa ni kama vile tunamwomba Mungu, tunamwomba lakini tunamkuta, tunachosema katika ile sala ya baba yetu, mapenzi yake mapenziao ya kumuzu Yesu Kristo mwenyewe alisema hivi alipokuwa akisali, kabla ya hiyo sadaka akeitoa, na sisi tunakumbushwa pamoja na kusali kwetu tukumbuke, muombe Mungu ili tukumbuke kutilia maana ni mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo katika ibada hii takatifu ya misa tumuombe Mungu huyu mwenyewe mwenyewe na pia kwa maombezi ya Mtakatifu Yosefu ufanyi kazi mtu wa karibu karibu, akafanya kazi kama mtu wa kweli, mimi atusaidie, atusaidie tuishi jinsi anavyotaka tuishi, tuishi kwa karibu naye karibu naye, na aendelee kutubariki sio tu kwa kimwili, lakini kwa kiroho.